Katika mradi huu wa mkonge au kiwanda hiki kwa Taula kimeleta neema sana, kwa kweli. Mama kama anaangalia watu wa chini, Taula ameiona ana. Tulikuwa tuna hali ngumu, yani huwezi ukatafuta katafute wapi kibarua nipate hata elfu kumi. Lakini kipindi kinajengwa hichi kiwanda kilikuwa wamama hapa tu hea hea, wamama tumeweza kulipa marejesho. Kwa hiyo Samia, kutokana na hali hii anayoifanya kuangalia watu wa vijijini, sisi tunasema tuko nyuma naye. Mradi ulipoletwa huu ilikuwa kama hayawi hayawi. nimepambana kiasi cha kwamba nataka nione Samia asiseme kwamba nilipeleka Handeni vikawa hivi. Niko nyuma ya mama Samia kwa sababu mradi huu, baada ya kujua ni wa serikali, nikajua huyu mama ni mtu wa serikali na hiki kitu ni cha serikali, na serikali ni nani? Ni sisi. Kwa hiyo tukaamua sisi kukishikilia, maguzo yameingia, tumepambana kumenyana na wananchi wanaosema hapa ni kwao, lakini hivyo hivyo mpaka nadhani magunzo ndio hao mnaona kiwanda ndio iko, maji yamepita. Sasa hivi sisi tunachoomba mama apate siku atembee kwenye hichi kiwanda na bodi ya mkonge. Sisi tunaishukuru wametuletea watumishi ambao wanajua tuna shida gani, Taula tuna maisha gani, yani maisha ni kwamba asubuhi naangaika nikapata elfu kumi wapi, lakini watoto wale pale sasa hivi wanapata hela iona wale wataweza kununua unga na tunamshukuru Mungu, mama ampe nguvu za kutufikiria. Kama kuna mradi mwingine Taula, maeneo tunayo. ambaye ndio mwenyekiti wa Kibaranga saikatika nwana ambacho serikali pamoja na wilaya nzima ya Muheza na majirani zetu ambao ni wilaya ya Mkinga mkonge wao utapata fursa pia kuleta mkonge wao hapa badala ya kupeleka pale Mbuanzi ambapo ni mbali zaidi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali na kuridhia kwamba sisi wakulima wadogo wadogo tupate fursa kama hii tuweze kulima mkonge na kuwezesha kupata viwanda kama hiki na kukarabati kiwanda chetu ili hatimaye wananchi waweze kuboresha maisha yao na mambo ya, ya maisha yakae vizuri zaidi.